Hatimaye shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika, CAF, limemtangaza mwamuzi wa kati atakayechezesha mechi ya kwanza ya kuwania kufuzu kwa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba dhidi ya Stellenbosch, mechi itakayochezwa kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, kabla ya kurejeana kwa timu hizo tena kule nchini Afrika Kusini. Mechi hii ya kwanza itakayochezwa Zanzibar ni Aprili 20, kati ya Simba dhidi ya Stellenbosch, mechi ya kwanza kati ya mbili za nusu fainali za timu hizi, ambapo matokeo ya jumla mshindi wake ndiye atakayekwenda hatua ya fainali. Sasa CAF wamemtangaza mwamuzi aitwaye Ja, Jaki Ndala Ngambo kama mwamuzi wa kati katika mechi hii ambayo, hakika kwa mwamuzi huu, ni dhahiri kwamba CAF wameheshimisha sana mechi hii, ni kwa sababu mwamuzi huyu Ndala Ngambo ni miongoni mwa waamuzi bora waliopo barani Afrika kwa sasa. Kabla tujaendelea zaidi ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha. Na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko. Mabasi ya Jada Luxury Coach ni kama ndege za ardhini na mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media ambayo hukuhakikishia kutazama mechi mubashara za ligi kuu Tanzania Bara, ligi ya kule Hispania, la liga, ligi ya Ujerumani, Bundesliga, na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika. Lakini vile vile mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Vifurushi vyako, mizigo yako, unaweza kuisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia nambari za simu na unaziona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako. Ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye ifikapo Juni mwaka huu atatimiza miaka thelathini na nane tangu kuzaliwa kwake ni mwamuzi mwenye heshima kubwa, kwamba yeye hachezeshi kigumashigumashi, haki bin haki ndiyo hutawala zaidi katika mechi anazochezesha. Ni kwa sababu hiyo amejitwalia ame ame heshima kubwa miongoni mwa wafuatiliaji wa mpira wa miguu barani Afrika. Kwa Simba mechi hii pengine tuseme sasa washindwe wenye, wenyewe kwa refa huyu Fadu Davis na kikosi chake akina Elimpazu Kibisawala, akina Fabrice Luamba Ngoma, akina Aishi Manula, Shomari kapombe washindwe wenyewe kwa sababu ni mwamuzi anayechezesha kwa haki na siku zote bila kujali mwenyeji, bila kujali mgeni. Yeyote aliyejipanga vizuri zaidi ndiye atakayepata matokeo chanya. Simba matarajio ni kuona kana kwamba ikipata matokeo chanya kwa refa huyu ambaye huchezesha kwa haki, kwa sababu uwanjani na kwenye makaratasi inaonekana kana kwamba Simba wana nafasi kubwa zaidi ya kufanya vizuri katika mechi hiyo dhidi ya Stellenbosch, timu mpya katika michuano ya klabu ya kafu kwa ngazi hii dhidi ya Simba ambayo imekuwa na uzoefu katika miaka ya hivi karibuni katika kila michuano inayoshiriki kuanzia 2018 2019 michuano ya CAF Simba kwa uchache huishia hatua ya robo fainali. Kwa sababu hiyo, matarajio ni kuona ikipata matukio chanya, kwa sababu kama ni mwamuzi, basi mwamuzi huyu analeta faraja kubwa, kwa sababu kwenye mechi zilizopita mbalimbali zilizochezesha za kimataifa amekuwa akifanya vizuri Simba, wao wanamjua vizuri mwamuzi huyu kwa sababu ameshawahi kuwachezesha na wakapata matokeo yote. Ushindi wakaupata kupitia mwamuzi huyu Ndala Ngambo, kipigo walikipata sare waliipata. Kwa kukumbushia tu, mwamuzi huyu Jaki Ndala Ngambo aliongoza Simba amini, alichezesha mechi zinazohusisha Simba katika michuano ya klabu ya Kafu mara nne. Mmoja wapo ni katika e, msimu wa 2019 2020 msimu ambao Simba katika hatua za awali za kuwania kufuzu kwa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika walicheza dhidi ya Jwaneng Galaxy ya kule nchini Botswana. Mechi ya kwanza ilichezwa kule Botswana ambapo Simba wakicheza dhidi ya wenyeji Jwaneng Galaxy, Simba wakashinda mabao mawili kwa sifuri. Yes. Mechi hii mwamuzi wake wa kati alikuwa ni huyu Jean Jacques Ndala Ngambo. Lakini mechi nyingine ambayo aliichezesha huku Simba wakiwa uwanjani ni katika mechi nyingine ya ugenini ligi ya mabingwa barani Afrika msimu 2020 2021. Mechi hiyo ilichezwa mwezi wa 9 mwaka 2019 kule nchini Algeria ambapo Simba walicheza na wenyeji J. S. Soura. Tunakumbuka vizuri Simba wakiwa ugenini katika mechi hii Simba walipata kipigo cha mabao mawili sifuri wakiwa ugenini. Mwamuzi wa kati katika mechi hii alikuwa ni huyu Jia Jackie Ndala Ngambo. Lakini mechi nyingine ambayo iliongozwa, ilichezeshwa na mwamuzi huyu ni mechi ya hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo Simba walicheza dhidi ya RS Berkane kwa Mkapa jijini Dar es Salaam. Kwenye mechi hiyo kali na ya kusisimua Simba walishinda kwa bao moja bila dhidi ya wageni RS Berkane ya Morocco. Mechi hii Ambayo Simba walishinda. Mwamuzi wakati alikuwa ni huyu Jaki Ndala Ngambo. Lakini mechi nyingine ambayo alichezesha ni mechi ya michuano mipya ya AFL, michuano ya ligi ya mpira wa miguu barani Afrika ambayo ilifanyika mara moja, bado haijafanyika tena. Mechi hiyo ilikuwa ni ufunguzi mwezi Oktoba pale kwa Mkapa jijini Dar es Salaam, Simba dhidi ya Ahli ya Misri. Katika mechi hiyo Simba walipata bao moja. Yes, bao moja, lakini Al-Ahli nao walipata bao moja katika mechi hii. Mwamuzi wa kati hakuwa mwingine, alikuwa ni huyu Ja Jaki Ndala Ngambo. Kwa lugha nyingine, kwenye mechi hizi nne, unaona Simba imepata matokeo ya aina zote yake: kushinda mechi mbili. Yes, kushinda mechi mbili, utaona walipoifunga Joan Galax, walipoifunga RS Berkane. Lakini wakapata sare moja, sare moja ni ile waliotoka moja moja dhidi ya Al Ahli ya Misri lakini na kipigo kimoja pale walipofungwa na JS Soura na matokeo yake, utaona katika mechi nne hizi, kama ni points basi Simba ilipata pointi, pointi saba katika mechi nne zilizoongozwa na huyu mwamba huyu Ja Jaki Ndala Ngambo, pointi saba katika mechi nne. Manake Simba maximum points, ilipaswa kupata pointi kumi na mbili yani kama, ungekuwa kunapatikana point tatu mara nne, ndo ushindi wa asilimia mia moja lakini Simba imepata point saba, ukizidisha mara mia moja ili kupata kiwango cha ufanisi katika mechi ambazo Simba walichezeshwa mechi za kimataifa za CAF mwamuzi akiwa huyu Jean Jacques Ndala Ngambo, Simba utakuta performance yake ni around asilimia hamsini na nane nukta tatu tatu tatu to infinity around asilimia hamsini na nane lakini kwenye mabao utagundua hapa Simba kwenye goals mabao imefunga mabao manne, imeruhusu mabao matatu. Sasa simba ya mwalimu fadlu davis inakwenda kucheza dhidi ya stellenbosch ya mwalimu steve Berker. simba yenye wachezaji nyota kama musa kamara pale golini, lakini mabeki wake kina abduraza kiamza, mabeki wa pembeni shomari kapombe, mohamed hussein, shabalala ambao hawa zote kuwepo lakini vile vile bele wana uzoefu katika mechi hizi zote walikuwepo, lakini vilevile mbele wana kina elimpanzu kibisala mkongo mwenzake huyu ja, jaki Ndala Ngambo kama ilivyo kwa Fabrice Luambangoma, lakini pia wanao wachezaji wanaozungumza sio tu e, Kilingala pengine kama yeye Ndala Ngambo na Fabrice Luambangoma na ambao ni wakongwe wenzake, lakini Kifaransa ambayo pia inazungumzwa na kina wachezaji kama Jasha Ahua lakini Shamu Karabu. Kwa hiyo Simba katika mechi hii, swala la mawasiliano na mwamuzi linaweza lisiwe tatizo, lakini swala la kuhisi kwamba labda wataonewa na mwamuzi halipo, kwa sababu mwamuzi huyu rekodi yake inaonyesha uchezesha vyema, mfano ikiwa ni hizi mechi nne tulizotoka kuzitaja, lakini inategemea siku hiyo itakuwa vipi. Ingawa matarajio ya CAF, matarajio ya ufuatiliaji wa mpira wa miguu ni kwamba Ja Jackie Ndalangambo ataendeleza ubora wake katika kuchezesha kwa haki katika mechi hiyo, ambayo inatarajiwa kuwa na mbinu nyingi sana, kwa sababu ushindani utakuwa mkali, kwa sababu David Davis na kocha Steve Becker wa Stellenbosch wanajua na vizuri, na tena ni timu ambazo zimeonyesha kiwango bora katika mechi zao. Simba ilipocheza dhidi ya Almasri wakashinda kwa penalti 4 moja baada ya sare ya matokeo ya jumla ya 2-2, lakini Stellenbosch waliwavua ubingwa Zamalek kwa kuwafunga moja bila kule kwao Misri. Maana yake ni kwamba hii mechi haitakuwa ya kitoto, ni mechi nzuri, mechi ya mvutano mkali, mechi inayohitaji waamuzi makini, na CAF wameheshimisha kwa kumteua huyu raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ja Jaki Ndala Gambo. Je, yeah. Itakuwa vipi? E, mtazamaji wa Mbwaduke Stats Spoti Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na ku comment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhan Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data, shukran jazilan, bye bye. ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam Moshi mpaka Arusha, na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko. Mabasi ya Jada Luxury Coach ni kama ndege za ardhini na mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media ambayo hukuhakikishia kutazama mechi mubashara za ligi kuu Tanzania Bara, ligi ya kule Hispania La Liga, ligi ya Ujerumani Bundesliga, na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika. Lakini vile vile mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Vifurushi vyako, mizigo yako, unaweza ukaisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia nambari za simu na unazoona hapo, ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako.